Je, umewahi kujiuliza kwa nini kuna watu wanaoteseka sana maishani licha ya imani yao thabiti? Je, ni kwa sababu Mungu amewasahau au ni kwa sababu yeye anawahifadhia baraka za ajabu? Hiki ni kisa cha kweli, si cha kimwili bali cha kiroho, kinachotupeleka katika kina kirefu cha kukata tamaa na matumaini, kinamhusu kijana mmoja aliyeitwa Daniel, ambaye alibeba mzigo wa maisha ya giza na upotevu, akiamini kwamba hata mbingu zimekunja mikono kimya. Kwa kila maombi yaliyobaki bila jibu, Daniel alizidi kuvuta pumzi nzito ya kukata tamaa. Alihisi maisha yake yamekwama katika mzunguko wa taabu na machozi, huku akitamani mwisho. Alikuwa amefika mahali pa kuuliza swali gumu zaidi. Kama Mungu yupo, kwa nini niteseke hivi? Ni swali ambalo wengi wetu huogopa kuliuliza, lakini ndio lango la mapambano ya kiimani. Lakini kama kisa chochote cha kipekee, hatima ilikuwa imeandikwa kwa wino tofauti. Usiku mmoja, huku Daniel akilia kilio cha mwisho wa uchungu wa roho yake, tukio dogo lisilo na jina lilitokea: sauti moja dhaifu kutoka kwenye giza zito. Haikuwa sauti yake, haikuwa sauti ya mbingu bali ilikuwa kilio kimoja cha usiku ambacho kingebadilisha kila kitu. Jiunge nasi kusikiliza jinsi kilio hicho kimoja kilivyobadilisha hatima ya Daniel na kumthibitishia bila shaka kwamba Mungu hamsahau mpendwa wake kamwe. Daniel aliishi katika chumba kidogo cha kupanga chenye kuta zilizopakua chokaa kilichochakaa kwenye mtaa wa Gongo la Mboto, jijini Dar es Salaam. Miguu yake ilijua kila kiraka cha barabara ya vumbi alipotafuta kazi kila asubuhi, akirudi jioni akiwa na tumaini lililopungua. Alikuwa amemaliza chuo miaka mitatu iliyopita na alikuwa na bahasha nene ya vyeti, lakini kila mlango uliokabili ulijifunga kwa kishindo. Mbali na ukosefu wa ajira, mzigo wake mkubwa ulikuwa ni kumpoteza mama yake miezi sita iliyopita, ambaye alikuwa faraja na nguzo yake pekee. Mama yake alikufa kwa ugonjwa usio na tiba, huku Daniel akiwa hana hata senti ya kumpeleka hospitali bora zaidi. Hili lilimwacha na kovu kubwa, si tu la huzuni, bali pia la lawama. Siku hiyo mchana kutwa alikuwa amezunguka, na jioni ilimkuta akitafuna kipande cha mkate wa jana, huku maji ya bomba yakitosha kumeza. Tumboni kulikuwa na utupu wa chakula. Lakini moyoni kulikuwa na utupu mkubwa zaidi wa imani. Upweke unaweza kuwa kelele kubwa kuliko ulimwengu wote. Ni katika upweke huu ndipo maswali magumu ya kiimani huanza kujengeka. Kama Mungu yupo, kwa nini niteseke hivi? Upweke unaweza kuwa kelele kubwa kuliko ulimwengu wote. Daniel alijaribu kusali, lakini maneno yalikuwa yamekwama kooni alisikia sauti ya kicheko kutoka kwa jirani yake, akilinganisha maisha yake na wao, akihisi kama chombo kilichovunjika kilichotupwa ufuoni. Kitabu chake cha Biblia kilikuwa kimejaa vumbi juu ya meza ndogo. Hakuwa amekifungua kwa wiki sana. Alikuwa amechoka na ahadi za Mungu atafanya njia pasipo na njia, ambazo kwake zilionekana kama hadithi za vitabu. Giza lilipoingia kabisa, chumba chake kilifunikwa na vivuli vizito vilivyoakisi hali ya roho yake. Alivuta pumzi nzito, akihisi uzito wa ulimwengu wote ukimkandamiza. Wakati mwingine Mungu hukaa kimya si kwa sababu hakusikii, bali ni kwa sababu anapika muujiza wake taratibu. Anataka tumwamini wakati ukimya wake ni mzito, kwa sababu ndipo imani ya kweli inapojaribiwa. Wakati mwingine Mungu hukaa kimya si kwa sababu hakusikii, bali ni kwa sababu anapika muujiza wake taratibu. Anataka tumwamini wakati ukimya wake ni mzito, kwa sababu ndipo imani ya kweli inapojaribiwa. Aliamka, akatazama nje kupitia dirishani, akiona anga lilojaa nyota angavu. Kwake nyota zile zilionekana zikimdhihaki zikimkumbusha uzuri wa ulimwengu ambao yeye alikuwa amekataliwa. Alishika picha ya mama yake, macho yake yalijaa machozi. Mama, nilikosea nini? Aliibusu picha hiyo kwa uchungu. Ndipo wazo la hatari likamjia. Pengine hii ndiyo njia ya Mungu kusema umekwisha choka, Daniel. Alihisi akitumbukia kwenye shimo refu la kukata tamaa, akiamini kwa dharati kwamba ameachwa na kila mtu na muhimu zaidi alikuwa amesahauliwa na yule aliye juu. Usihukumu kitabu kwa ukurasa wake wa kwanza. Maisha ya ni matabu, si ishara ya kukataliwa, bali ni uwanja wa vita ambapo shujaa wa kesho wanapikwa kwa hoto. Ilikuwa ni kama saa saba za usiku, giza lilikuwa limekolea sana, na hata sauti za wadudu wa usiku zilionekana kutulia. Daniel alikuwa amelala kifudifu mto wake ukiwa umejaa machozi ya kimya yaliyokuwa yakimbubuja kwa saa ngapi. Ghafla aligeuka, akainua kichwa chake na kutazama juu. Hakuona chochote, lakini alihisi uwepo wa kitu kizito sana. Mzigo wa roho yake ulikuwa amefika kikomo. Alinyosha mikono yake juu akianza kulia kwa sauti iliyotoka ndani kabisa ya matumbo yake. Kilio cha kweli na uchungu wa mtu aliyekata tamaa. Hakuwa akisali maneno yaliyopangwa, alikuwa akimwaga roho yake. Kilio cha kweli kile, kinachotoka gizani na kwa uchungu mkuu, huwa na nguvu zaidi ya pala zote zenye maneno matupu. Huwa navunja kuta za ukimya na kufika moja kwa moja kwenye kiti cha enzi Mungu. Alipiga kelele, sauti yake ikiwa imetota machozi. Nimechoka, huu ni mwisho wangu. Kama kweli upo basi nionyeshe sasa, vinginevyo achilia roho yangu ipumzike. Maneno hayo matatu ya mwisho, achilia roho yangu, yalikuwa kauli ya mwisho ya mtu aliyesalimu amri, si kwa adui, bali kwa Mwenyezi Mungu. Alikunja ngumi zake, akapiga kitanda kwa hasira na wakati huo huo kitu kilichokuwa kimya kwa miaka mingi kilipasuka. Mungu huruhusu tuwe dhaifu zaidi ili aonyeshe nguvu zake kamili. Anangoja tuwe tayari kuacha mipango yetu ili kupokea yake iliyo bora. Dakika chache za ukimya wa tisha zilifuata, ambapo Daniel alijishika uso kwa mikono yake akisubiri ukimo. Ghafla na ghafla kabisa, alisikia sauti. Sauti hiyo ilikuwa wazi kabisa, si ya jirani, si ya mbwa, bali kilio cha mtoto mdogo. Kilio hicho kilikuwa dhaifu, kikilia kama kifaranga kilichopotea, kilikuwa kimechanganya na sauti ya paka wa mtaani. Kilikuwa kikitoka nje ya mnango wake wa chumba. Kilio hicho kimoja cha kiumbe kisiyo na hatia kilivunja mlio wa dane na kumwamsha kutoka kwenye shimo lake la giza. Hicho ndicho kilikuwa kilio kimoja usiku kilichobadilisha hatima yake. Majibu yako yasiwe lazima yaje kwa radi na umeme. Wakati mwingine anakuja kwa sauti ndogo, kwa maumivu ya mtu mwingine, yakikutaka usahau yako na kuwajibika kwa lile ambalo halikuwa mipango yako. Danieli aliruka kutoka kitandani, huku moyo wake ukipiga kwa kasi isiyo ya kawaida. Kilio cha mtoto kilikuwa kikiendelea sasa, kikiwa na sauti ya hofu. Akasahau uchovu wake, akasahau maswali yake ya kiimani, akasahau njaa yake. Alifungua mlango kwa tahadhari na alichokiona kilimfanya asimame kama sanamu. Aliona sanduku la katoni mbele ya mlango wake. Ndani ya sanduku lile kulikuwa na mtoto mchanga akiwa amefungwa kwa kitambaa cha zamani, akilia kwa uchungu. Juu yake kulikuwa na bahasha ndogo iliyoandikwa kwa mkono, mpe jina Neema. Muujiza si lazima uwe kitu cha angani kinachoshuka. Mara nyingi muujiza ni tukio la kibinadamu ambalo linatulazimisha kuvuka mipaka yetu ya kawaida, kuacha kujifikiria wenyewe na kumjali mwingine. Muujiza si lazima uwe kitu cha angani kinachoshuka. Mara nyingi muujiza ni tukio la kibinadamu ambalo linatulazimisha kuvuka mipaka yetu ya kawaida, kuacha kujifikiria wenyewe na kumjali mwingine. Danieli alimpakata mtoto yule, hisia ya joto la mwili mdogo ikimjaa mikononi mwake. Kilio cha mtoto kilipungua ghafla, akajikuta akibubujikwa na machozi mapya, lakini safari hii yalikuwa ya huruma, si ya kujionea huruma. Akiwa amepiga magoti pale pale mlangoni, akimtazama Neema usoni, kitu ndani ya Danieli kilibadilika. Aliacha kuwa mlalamikaji na kuwa mlezi. Asubuhi ilipofika alitoka kwenda kununua maziwa na mahitaji ya mtoto. Alimkabili mwenye nyumba na jirani kwa ujasiri usioelezeka, akieleza kilichotokea. Mungu hafanyi miujiza kwa ajili yetu tu, bali kwa ajili ya wale ambao muujiza wetu utawagusa. Danieli alipewa neema ili apate sababu mpya ya kuishi, na kupitia neema yake alitakiwa kuleta neema kwa mtoto. Muujiza si lazima uwe kitu cha ngani kinachoshuka mara nyingi. Muujiza ni tukio la kibinadamu ambalo linatulazimisha kuvuka mipaka yetu ya kawaida, kuacha kujifikiria wenyewe na kumjali mwingine. Jirani mmoja, bibi kizee, aliyekuwa akimjua mamake Danieli aliguswa sana na uamuzi wa Danieli wa kumtunza mtoto huyo badala ya kutoa taarifa polisi. Bibi huyo alimchukua Danieli na Neema kwa shangazi yake aliyekuwa na duka la dawa Shangazi huyo alishangazwa na uaminifu wa Danieli. Baada ya mazungumzo marefu, alimpa kazi ndogo ya kufanya ulinzi na kufanya usafi katika duka lake la dawa pamoja na sehemu ya kulala bora kidogo. Ndani ya wiki mbili tu, Danieli alikuwa na kazi, mahali pa kulala, na mtoto mdogo wa kumtunza. Kilio cha moja tu cha usiku kilikuwa kimefungua mlango wa baraka zake alizokuwa akiziomba kwa miaka mitatu. Sasa Danieli alikuwa akiamka mapema, si kutafuta kazi, bali kumlisha Neema na kufanya kazi. Maisha yake yalikuwa yamejaa maana na alitabasamu kwa mara ya kwanza tangu mama yake afariki. Maisha yanaanza pale unapoamua kufanya kitu kwa ajili ya wengine. Mlango wa baraka ulifunguliwa si kwa sababu Danieli alipata kazi, bali kwa sababu alichagua kuchukua jukumu la Neema, akithibitisha kuwa bado alikuwa na upendo ndani yake. Maisha yanaanza pale unapoamua kufanya kitu kwa ajili ya wengine. Miaka mitano baadaye, Danieli alisimama mbele ya duka lake dogo la dawa ambalo sasa lilikuwa lake kabisa. Alikuwa amehitimu kwa masomo ya jioni, akitumia ujuzi wake wa chuo kuendesha biashara hiyo. Neema alikuwa msichana mdogo mwenye tabasamu anga, akicheza karibu naye. Kila alipomtazama Neema, Danieli alikumbuka usiku ule wa giza na kilio kimoja kilichookoa roho yake. Alitambua kuwa Mungu alikuwa amemjibu kwa njia ya ajabu sana. Badala ya kumletea kazi au pesa, Mungu alimletea jukumu ambalo lilimwondoa kwenye hali ya kujiona mwenyewe na kumpeleka kwenye upendo wa kweli. Usiache kuomba kwa sababu ya ukimya wa Mungu. Mara nyingi majibu yako yanakuja usiku kupitia kilio cha kisichokuwa chako. Mungu hakuwa amekaa kimya, alikuwa anamfanya Danieli kuwa mtu bora kwanza tayari kwa baraka zake. Juhudi alizotumia kumlea Neema zilimfanya apate nguvu mpya, uhusiano mpya na mtazamo mpya wa maisha. Danieli sasa hakuwa tena mwathirika, alikuwa mshindi. Danieli alielewa kuwa maisha ya taabu si adabu, bali ni maandalizi. Mungu alikuwa akimwandaa kuwa baba bora, mmiliki wa biashara na mtu wa kuaminiwa. Siku moja alibahatika kupata barua iliyoachwa nyuma ya sanduku la Neema. Ilisema, ninakupa malaika ambaye atakuokoa kama wewe unavyomwokoa yeye, usimwache. Danieli alitokwa na machozi akijua siri nzito, Mungu hafiki mapema, hafiki kuchelewa, anafika wakati sahihi. Wakati sahihi wa Danieli hakuwa Alipoanza kusali bali wakati alipokuwa tayari kuacha kujifikiria na kujitolea. Mungu hafiki mapema, hafiki kuchelewa, anafika wakati sahihi. Danieli aliweka picha ya mama yake pamoja na picha ya neema ofisini kwake, akimshukuru Mungu kwa watu wawili waliomfanya aishi. Sasa alikuwa akitumia duka lake kusaidia watoto wengine maskini mtaani, akigawana na wengine neema aliyopikoa. Alijua kwa hakika kwamba ile nafasi ya kazi aliyoitumia kuomba hikuwa muujiza wake, bali neema alikuwa muujiza wake. Alikunja ngumi zake za furaha, akitazama mbinguni. Alielewa Mungu hakuwa msahau, alikuwa akimwandaa Danieli kuwa jibu la maombi yake mwenyewe. Mwanga mkali huonekana vizuri zaidi gizani. Usikate tamaa kwa sababu ya hali ya sasa, muujiza wako hauko mbali, labda unahitaji tu macho mapya ya kuuona. Jukumu lako linaweza kuwa baraka yako kubwa. Na hapa ndipo tunapokamilisha safari ya Danieli, toka kwenye shimo la kukata tamaa hadi kwenye kilele cha upendo na utimilifu. Kisa hiki cha Danieli kinatufunza somo moja muhimu sana: ukimya wa Mungu si kukata kwake, bali ni ishara ya ujenzi wa muujiza mkubwa zaidi ya ule tuliouomba. Inawezekana unapitia usiku wako mrefu sasa. Ukiuleza kile kile Danieli alichokiuliza. Mungu, uko wapi? Kumbuka kilio cha moja cha usiku wa Danieli kilifungua mlango wake. Pengine hata wewe unahitaji tu macho ya kuona neema yako ambayo Mungu ameiacha mlangoni. Simama imara kwa sababu jibu yako linakuja, si kwa kasi yako, bali kwa wakati wake. Kisa hiki cha Danieli ni mojawapo ya simulizi za kweli za maisha na imani tunazokuletea kila wiki hapa. Kama umeguswa na ujumbe huu wa matumaini, tunakuomba fanya mambo matatu havi hivi kisha. Kwanza, bonyeza kitufe cha subscribe hapo chini ili usikose hadithi nyingine kama hii. Pili, acha maoni yako hapo chini, utuambie kilio kipi cha usiku kiliwahi kubadili maisha yako. Na tatu, acha hii simulizi na mtu ambaye Anahisi Mungu amemsahau. Tufuate, ungana nasi na uendelee kujenga imani yako na sisi hapa hapa kwenye MK Mastori. Asante kwa kuwa nasi na Mungu akubariki sana.